Ebwana, leo nataka nikuonyeshe sehemu ambayo tuna chimbo la movie, ambapo huwaga tunazipata hasa, kwambaye unakuwa unatamani kuweza ku download movie lakini unashindwa ni wapi pakuweza kuzipata. Cha kwanza utaingia kwenye browser yako, utaandika HD eh, today is today is ya z ile alafu tuone inatopeleka wapi. Huku ndo kwenye chimbo la movie kwenyewe. Utakuja hapa hapa alipoandikwa movies. Ukifungua hapo moja kwa moja itakuletea baadhi ya movie ambazo zinakuwa zinaonekana hapo, lakini una option ya kuweza kuchagua movie gani ambazo unakuwa unazitaka. Kwa mfano let's say nimeamua kuja kwenye filter hapa, e hapo kwenye chujio, basi unaweza kaja kwa kutambia bwana, mimi nataka movie lakini hiyo movie basi walau iwe HD iwe imetoka mwaka elfu mbili na ishirini na tano mvi mpya, lakini hiyo movie iwe ni ya action ya drama au movie ya aina gani, basi ni wewe utakavyokuwa interested. Unataka hiyo movie iwe ya drama, ya vichekesho, ya watoto, kila kitu ambacho unakuwa nakitaka, basi unaweza ukachagua. Kwa mfano, mi nataka movie ambayo inahusisha masuala hasa ya siasa na vita, nitachagua hapo siasa, maanake war and politics. Lakini pia ya movie hasa iwe imetokea nchi gani, unaweza ukachagua nchi ambayo unatamani uweze kuangalia movie zao. Nataka niingie kwenye Urusi ambapo nitaklik filter niweze kupata movie za Urusi ambazo zinakuwa zinahusu masuala ya siasa na vita lakini naona hiyo eh, movie haipo kwa upande wa Urusi ambayo imekuwa published kwenye hii website yetu. Sasa ambacho nitakifanya nitarudi tena eh, huko mwanzo nitajaribu kuongeza option nyingine iwe ni action movie, lakini pia aa, kwa sababu ni mwaka 2025 basi inakuwa ni ngumu. Au nifanye hivyo chukue order movie ambayo itakuwa ni ya Urusi lakini inahusu masuala ya siasa na vita. Tuone kama haitaleta movie yoyote. Pia naona bado haituletei movie yoyote ambayo tunaipata Urusi inayohusiana na masuala ya vita, lakini tuje kwenye action tuseme, tuweze kuchuja kwa mara nyingine. Baada ya hapo, tunazipata movie kadhaa kutoka huko Urusi ambazo nyingine zinahusu vita, lakini nyingine ni action movie. Kuna bakana line, kuna Secret Weapons, hizo zote movie ni kutoka Urusi. The Last Warrior, kuna Furious, anakwambia coming soon, itakuwa takwani wanatoa hapo, ni utangulizi wa hiyo movie. Haya sasa, ambacho unaweza ukakifanya hii movie ni click hapa moja kwa moja, mita nipeleka sehemu ya kwenda kudownload. Kwa mfano, nikija click hapa ambacho kinafanyika ni kwamba naweza let's say nitafute raid hii movie. inaitwa Lady Russian Raid, anakuambia hivyo hiyo. E, hapo bwana, anaweza nikaamua pia ku download image yao ya ya cover yao, nikaipata kwanza, cover ya movie hiyo nimeshaipata cover ya movie, lakini pia kuna utangulizi ambao anakuwa nautoa hapa kwa hiyo movie kwa hiyo wanakupa ilitoka mwaka gani? 2020 eh, 2020 ni action, lakini pia ina dakika ngapi? 103. Wapi origin yake? Ni Urusi. Hapa chini wanakuonyesha seva ambazo zinakuwa zina hiyo movie, kwa hiyo unaweza ukachagua seva mojawapo katika hizi. Baada ya wewe kuweza ku click hapo, ku click hapo na enda kufunguka sasa. Mimi sitaki kufungua, nikifungua hapa tayari watanipiga copyright sasa. Kwa wakati huu eh, unaweza uka click hapa, au kwenye mega cloud kwa ajili ya kuweza Ukikuta umefungua movie yako afu haifunguki basi, natakiwa ubadili sehemu. Kama ulikiliki hapo, natakiwa kliki kwenye up cloud. Kama ulikiliki up cloud basi imekataa, unakuja kwenye mega cloud. Sehemu zote ikikataa, basi jua hiyo movie edha washaitoa lakini. Eh, unaweza pia ukataka <coughs> kuweza ku narrate hiyo movie kufanya voice over, basi pia inatakiwa uzingatie eh, hilo kwamba unaweza ukafanya voice over au ni wewe mwenyewe utakavyokuwa interested. Sasa cha msingi ni wewe kuhakikisha kwamba, eh, nimesha download hiyo movie cover yake, naweza nikaichukua hiyo cover nikaenda kuielezea kwa namna ambayo naweza nikaielezea. Lakini kwa ambao unataka ku download, basi unaweza ukiclick hapa, kwa mimi itaniruhusu kuweza ku download. Kwa mfano ngaje stay play hapo nimeifungua, lakini ehe, nikiclick hapa itanitaka ni play hiyo movie. Nikishai play hapa, nimekuambia wataweza ku license copyright, hivyo mimi nikitaka ku download na kuja hapa na click download, inaniambia muda wa hiyo movie ambao ipo especially let's say ku download hiyo, haina shida, naweza nikaendelea ku download e. Kwa hiyo hapo naendelea ku download lakini ku play stay play kwa hiyo movie. Ukitaka movie yoyote ile, unaweza ukawa unafanya hivyo. inaitwa Russian Raid. Eh, lakini pia cover yake, ngoja nikuonyeshe cover yake. Nimeshaweza ku download ambapo control j itatuonyesha picha yake, ni hii hapa eh, hii picha yake Russian Red hii hapa ndo cover ya movie yetu, ndo cover ya movie. Ukiangalia cover inakuwa kama haina ubora. Sasa kama haina ubora, unafanyeje? Kuna sehemu ya kwenda kuiboresha cover yako ya movie, nakuja hapa alafu tunaandika Pixart. Pixart. ya taandika i taandika I'm sorry, Pixart inaitwa image enhancer, tuingie hapa Pixart photo enhancer tutaingia hapo Pixart free photo enhancer, ambayo inatusaidia kuweza kuboresha sasa picha yetu ambayo tunakuwa nayo kwa ajili ya kuweza kupata quality. Sasa mimi nitakuja hapa kwenye let's say photo, nitaichukua ile picha yangu, nitakuja kuileta hapa, itakuwa processed, iboreshe sasa ionekane kwa mng'ao zaidi, hata mtu akizumu, basi iwe na na quality ile ambayo inatakiwa. Hapa kinachotakiwa ni kwa tayari picha yangu imesha boreshwa, nitakuja kui download for free, kisha nitaichagua hiyo hiyo, afu nitai replace, afu one kinachotokea hii hapa. Muda ule nilifungua, uliona kama haina quality, lakini ndio hii hapa tayari. Sasa hivi imemaximize picha, lakini pia picha inaonekana kwa quality. Kwao unaweza ukapata picha au cover ya movie yako unayoitaka lakini pia ukaiongezea quality, na baada ya hapo unaweza uka ukaenda kwenye download na ukaipublish sehemu ambayo unajua kwamba hautaweza kukumbana na copyright especially kama ni kwenye eh, mtandao website yako private ambako watu watakuwa wanaweza kudownload, basi nakuwa ni jambo zuri zaidi. Bwana hilo ndo chimbo la movie ambalo wengine huaga tunalitumia. Kwa hiyo kuna movie mbalimbali hapo mbali, kija kwenye kipengele cha jeni hapa, wanakutaka unataka movie za aina gani? Unataka za action, biography ambazo zinakuwa zinaelezea maisha ya watu fulani? Basi ni we utakavyokuwa umechagua. Hili ndio chimbo la movie.